Kutoka ardhi ya ndoto tunainuka. Nefu ana washanga Zone yetu a wu, nefu hey, mambo namna gani e hey. Sasa leo le, leo nataka niongea na, na nyie vijana ambao mnaendeshaga magari watu wazima na nini, nitawapa kitu fulani, alafu taniambia ah, nefyo naongea ukweli. Sasa kabla sijaendelea, kwanza shout out kwa watu wangu wa wano bana, wano ni app, na kama wewe unatumia Google Android basi unaweza kuwapata wano kwenye store yao. Ingia wano download huko online Hey, sasa leo tuongelee kitu cha leo bwana. Wewe kama unashaendesha gari mara nyingi sana nini, hata kama mara chache, unajua kabisa umeshatukana watu wengi sana hata kama utaki kuniambia au kukubaliana na mimi, ila nisikilize, utakubaliana na mimi tu. Unajua ushai kwa una kwenda somewhere na tukio fulani unaliwahi yani yani liwosebe li tukio bwana, lazima ni yani, sio la kulichelewa kabisa, tukio muhimu. Alafu mbele yako unaingia barabarani pa, alafu jamaa wa mbele anaendesha kwenye speed limit au chini ya speed limit. Huyo jamaa mimi najua ushamtukana sana. Sasa mnaenda <laughs> pa pa pa, yani unaambia, unazona traffic lights zile kitu ya kijani, alafu <laughs> jamaa baadaye hawahi kuipita ile taa kijani ya jamaa na no, taratibu taratibu, yani mimi najua ndo matusi yanakozidi kumtolea ya hapo <laughs> Alafu unafika pale sasa, jamaa inawaka yelo hiyo, ashaanza kusimama. Yani najua wewe huku nyuma, kama uko na wazazi wako, watu wazima fulani nini, unabakia moyoni tu tunatukana hivi. Sijali we ni pasta shee, najua unatukana vibaya sana. Sasa taa zinakuja, zinakubali <laughs> <laughs> jamaa anakata kona <laughs> Afu hapa kuwa na magari wanadili, jamaa katakona yule, na wewe ulikuwa na mpango ku katakona, sasa unadili naye tena <laughs> papa, taa zinakujaza mbele, taa zina baki zina weka rangi redi kuja kijani, jamaa kama anazuba hivi anaondoka taratibu tena. <laughs> Hey, matusi ya hapo sasa! Mimi najua kabisa hakuna mtu ameponeka, kila mtu anajua hilo. Na wale watu wakikupitaga, afu wakakupiga jicho namna hii, walishakutukana na we mwenyewe, ulitukanwa ila we hujui. <laughs> sasa ya, hiyo ndo changamoto ya barabarani ndugu zangu, ila mpaka kesho kutwa, nawambieni tena, nawapendaga sana. Je, jamani, tucheke.